chama cha wahudumu wa afya, wanafamasia na madaktari wa meno kinazishutumu baadhi ya hospitali za kibinafsi na za mishenari za humu nchini kwa kuwaajiri madaktari wa kigeni chini ya masharti magumu na kuwashawishi kutoa huduma zinazokiuka maadili ya taaluma ya matibabu. Katika Dr. Davji Attellah anasema anadai kwamba baadhi ya madaktari hao wa kigeni wana nya leseni zao za udaktari katika mataifa yao. Na analitaka baraza la wahudumu wa afya na madaktari wa meno kuwachukulia hatua madaktari hao ili kuhakikisha usalama wa Wakenya wanaohitaji huduma za kiafya. Hali ya ukiukaji wa maadili ya matibabu katika hospitali za humu nchini inazidi kuibua wasiwasi zdubuai kufati wanafamasia na madaktari wa meno KMPDU. Kulingana na KMPDU, baadhi ya hospitali za kibinafsi na mishenari zimekataa kuajiri madaktari wa... ajiri madaktari wa kigeni, wanaweza kushawishiwa kwa urahisi kujihusisha na shughuli zinazokiuka maadili ya udaktari kama vile kuvuna viungo vya mwili. Attellah anadai kwamba hospitali hizo zinawatumia madaktari hao wa kigeni ambao huduma zao hazijathibitiwa.

They take off. Chama hicho pia kinalaumu baraza la wahudumu wa afya nchini na madaktari wa meno KMPDC kwa kuruhusu tabia hiyo kuendelea kwa kutochukua hatua. KMPDU sasa inataka ripoti kuhusu madaktari wa kigeni waliopewa leseni za kuhudumu humu nchini katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. In the last 10 years the country has employed more than 1,300 foreign doctors. But we have a problem of employing foreign doctors In exploitative terms. Waziri wa afya Aden Duale tayari ameliagiza baraza la wahudumu wa afya na madaktari wa meno KMPDC kuacha kutoa leseni mpya kwa madaktari wa kigeni espo... Jumuiya ya Afrika Mashariki waziri madaktari wote wa kigeni walio na leseni za kuhudumu katika kipindi cha siku tisini. Nancy Okware, Dira ya magwiji